Katika kuelekea dabi la mashabiki wa Simba na Yanga, afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameendeleza hamasa kwa kufanya tukio lililovutia hisia za wengi baada ya kumpatia baba yake supu akiwa kazini kwake. Tukio hilo limezua gumzo kutokana na ukweli kwamba baba mzazi wa Ali Kamwe ni shabiki wa Simba kindakindaki, hali iliyompa tukio ladha ya kipekee ya utani wa kirafiki baina ya mahasimu hao wakubwa wa soka nchini. <tune> Dambi la mashabiki wa Simba na Yanga linatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili Desemba 21 elfu mbili ishirini na tano katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam ikiwa na lengo la kuimarisha urafiki, burudani na mshikamano miongoni mwa mashabiki wa soka.

Mtazamaji, hii ni Zantime Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.